Katika mji wa Namanga, kaunti ya Kajiado wanaishi kwa hofu ya mlipuko wa kipindupindu kufuatia maji taka yanayotiririka hadi ndani ya mto Namanga. Wakazi hawa wanadai maji hayo chafu yanatoka katika kituo cha forodha cha Namanga, huku juhudi zao za kutaka idara ya afya ya umma kukomesha umwagaji wa maji hayo zikigonga mwamba. Wanasema wameiandikia wizara ya afya katika kaunti ya Kajiado wakiitaka kuingilia kati, ila kwa miezi minne sasa hakuna hatua zozote zilizochukuliwa. Imesababisha watu wakatoka kwa nyumba zangu zaidi ya miezi nne, na ilikuwa hiyo nilikuwa ni rent, nilikuwa nategemea kulipia watoto wangu shule na mambo yangu. Tumeshalalamikia sana, tumeandikia barua na, kopi, na tumesha eleza public health wapi. Leo anasema tumekaa nao na hawajatoa, ma, hawajatoa ripoti yoyote. Tunahofia pale labda ugonjwa kama upindupindu na zingineo inaweza kutu kutuathiri kutu. Ofisi yangu imepata malalamiko kutoka kwa mashule na kwa hiyo nachukua hatua ya kufanya bidii ya kuangalia kuchunguza na kuhakikisha kujua kwamba imetoka wapi, na tukisha kujua hiyo sewage inatoka wapi, basi bila shaka tutachukua hatua ipasayo kisheria.